Wewe kama mtanzania upo nje ya nchi yako ya Tanzania, unaisema nchi yako vibaya, yaani bila aibu, unaonesha wazi kwamba ulipotoka nchi yako haina amani, wakati umeondoka nchi ya amani, uliondoka vizuri na ukaamua kwenda kujitafutia maisha huko. Hivi kama ujamaa huyo anamuita sijui nuruvazi hivi, anaongea nini? Anazungumza nini? kila kukicha kazi yake kuhimiza maskini waingie barabarani kwa kuwadanganya, kuambia Tanzania ni matajiri. Haiwezekani, mtu unakaa nyumbani, unashindwa kula milo mitatu. Wewe huna kazi, wewe ni mvivu, hutaki kujituma. Asiyefanya kazi zina asile. Wewe unataka milo gari mitatu alafu unakuta kuna mtu mwingine anapewa sera, wewe jitahidi tarehe tisa kwenda kuandamana. Una zaidi ya miaka mitatu, upo nyumbani, hauna ajira, unachagua kazi e, unachagua kazi we, unakaa miaka mitatu hauna ajira, we si mwizi, we mvivu. Miaka mitatu, miaka mitatu, unakula mawe au hivi? Hiyo serikali ambao mnaipambania, jie, unasema lazima tuweke vitu sawa eh? tunataka tuishi kwa usawa, na sisi tuishi, tupate milo mitatu. Unaoitegemea serikali unayoitaka wewe itakuletea hela nyumbani, utakaa miguu juu ufanye kazi eh? Hizo kodi ambazo serikali wanataka kuendesha nchi wanazitoa kwa nani kama sio wewe mwananchi ambaye unataka ukafanye kazi upambane, ili tuipate kodi yako. Msitufonye sisi Watanzania wengine kama wapumbavu. Sisi wengine tumeamua kujitoa. Sisi ni maskini, hatuna hela, sawa, lakini siyo maskini wa fikra. Hatuwezi kukubaliana na Watanzania wachache ambao mmepata maslahi yenu binafsi. Kuna watu wamewalipa huko nje ya nchi, wamewapa kibunda ili mvuruge amani ya nchi yetu. Hili swala halikubaliki hata kidogo. Mmeungana siu huyo uyo mangi kima. mnajua mlichokipata, mnajua Alafu bila aibu kabisa, gentlemen, mwanaume umekaa kabisa, una hata aibu? Au uko nje ya nchi kwenye maandamano haupatikani, unaambia tuchukue ni mabango, jitahidini, yaani ee, lazima ee, si imepanda imeshuka, mnalalamikia damu damu za wezi, hata waliokufa kwa bahati mbaya ina la Juni. Kweli kazi ya Mungu haina makosa, lakini kiukweli, kilichotokea hata kama ingekuwa ni wewe umeshika nafasi ya polisi Sizani kama ungeonea mtu huruma. Anaye na kuchoma kituo cha polisi, angali kuna maabusu ndani mule.